Tuombee miito mitakatifu ya upadre na hata utawa katika familia zetu iendelee kuchipuka. Tunahitaji mapadre wengi wa kutosha na waaminifu. Hatupendi idadi tu ya mapadre, tunapenda mapadre wengi na waaminifu na kuja kumtumikia Mungu. Wengine wanatafuta wito wa upadre kama ajira. Wito wa upadre sio ajira, au wito wa padre sio wito wa kukimbia kakwepa jembe, kazi za sulubu za kutekanika, kazi ya jembe na kazi nyingine za zinabaki pale pale. Kwa hiyo tunapenda kuombea ujezi wa seminari na wito ya upadre iongezeke, na zaidi kwenye vijana ambao wamepokea kipaimara, changamkia wito ya upadre na wito wa upadre ni wito mzuri sana, sijawahi kuona mwito mwingine wowote wa kumtumikia Mungu kama pale na kama mtawa, wito wa kujitoa, wito ambao hauna mshahara. Usije huku kwenye upande kwamba unakuja kupata mshahara, kupata mapesa, hivi havipo ni cha uhakika <laughs> <laughs> E, nitakubali. Mm. Chakula ni uhakika, chakula ni cha uhakika, ni kutoka na nyinyi waumini nazo kichangia kama mchangi chakula hicho. Mungu ametupa nguvu na afya njema ya kujilimia chakula, naona paroko hapa na shamba la migomba kama masomo.

ndi yalibati akafunga akatesa akamhukumu, saabari hiyo. <laughs> Ndio njia yetu. Kwa hiyo unapoitikia wito uwe moyoni kabisa. Na nyinyi wazazi, zachochea miwito kwenye familia, mpokee baraka ya kuzaa, na familia nayekuwa na padre maamirifu na anayejua kutumika na kutumikia familia hiyo inafarikiwa kujitoa. Na usichanganye wito, kisha itikia wito. Wito na biashara si, na miradi. Lakini kama miradi ni kwa ajili ya ujenzi wa kanisa sawa, lakini kwa ajili yako binafsi, hapo wenda jichanganye mwenyewe. Kwa hiyo itikia wito, usiwezi mtumikie Mungu ni wanapokuwa shuleni. Wewe kijana soma kwa nguvu, kwa bidii, jua kutunza daftari zako vitabu vyako, na uwe na, na mwandiko mzuri, kwa sababu vitabu vyetu vya parokia kwa mfano vya batizo, vya kipaimara, e vya komunio ya kwanza hafu kijazo kwa typewriter au kompyuta, ni kwa mkono. Kwa hiyo tunataka mikono mizuri inayosomeka. Kwa hiyo hakikisha miandiko yenu inakuwa ni vizuri inayosomeka, na weziwe kusoma mwandiko. Siku moja nilichukua daftari ya mwanafunzi nikajaribu kusoma, zikashindikana, nikampa mwenyewe walievyoandika nisomee, na wenyewe vikamchangana. <laughs> Kwa hiyo mwandiko wako jaribu kuika saizi ya kompyuta, kama mapadre hapa wanaandika vizuri. Atakaanavyo. Kwa hiyo miandiko hii mizuri, soma vizuri. Taaluma, taaluma ushinde vizuri. Nilikuwa nawaambia mmoja aliyokuwa na tafuta wetu wapate kama ajira, na amehitimu chuo kikuu, amehitimu chuo kikuu akawa nasubiri ajira za serikali, hazikupatikana akasubiri ajira za jamii za watu wa kawaida, matajiri hao, wafanyabiashara wengine waweze kumwajiri, zikashindikana. Hatimaye akachonga akili, nimwendee paroko hapa. Aparoko, basi nasikia wito wa kuwa pale hey, akasikia kwamba hapa ndio unaweza kuajiria huko, nakuja kama. Ndio, ndio maana tunaweza kuwapatia mwaka mmoja baada ya chuo kikuu baada ya form six mwaka mmoja kwenda Chabalisa, mwaka wa malezi hapa. Pengine tunampa miaka miwili ya kusubiri eh, kwa askofu au kapakia fulani kuweza kuangalia kama kweli huyu ana ana wito unaweza hmm, kuangalia vitu vyake vya masomo, utendaji wake wa kazi anazopewa naazo kumpa kazi ya kulima chembe na suti yake na kiatu chake kizuri na simu yake s smartphone a sko anawaiza huku. Tunampeleka jikoni kupika. Mapadre tunajua kupika, na mimi najua kupika kama bila kuchanganya la kupika niete ningi nikupikia nikufundishe kupika kusudi mwele mzuri, afya nzuri kupika kazi hiyo, na kuosha vyombo na kudeki, kazi zote baadaye. Tunamchukua kwenye zizi la nguruwe au la mifugo kuona kama anajua kulisha nguruwe eh. Ndio kazi zetu hizo na seminari zipo, ndio tumeendelewa hivyo, lakini wengi wetu tumezipata toka kwenye familia zetu. Wazazi wetu wametufundisha kusali, wamefundisha eperika shuleni, tukasoma kulima kwa hiyo zingatia mambo hayo matatu taaluma yaani masomo kujifunza vizuri ukashinda vizuri mtihani yako kazi ya yani mikono ndio maana unapoisikia wito ukaja kwamba wito nikirupa ngol hivi

lakini usije kwanza kwenda kwenye mchanga na mawe aza kzinanii hivi. <laughs> coni vie nisikie kwamba viko sugu. Hapana, baadaye tunazungukia familia, tunasaidia familia kuangalia mkao eh? na usabalisha shamba ni migogo mingapi ndaopesha au shamba la mahindi au miungo, tunazunguka na saa kujua kutumikia misa, kusoma masomo kuimba kwaya, vyama vya kitume, huko huko hupogu ukoleza eh, ya upadre.